Ilikuwa ni karne ya sita, kipindi ambacho wanahistoria wanakiita zama za jahilia au zama za giza. Dunia ilikuwa imepoteza mwelekeo. Katika mji wa Makka, nyumba tukufu ya Allah Alkaaba ilikuwa imezungukwa na masanamu mia tatu na sitini. Watu waliinama kuomba mawe yasiyosikia wala kuona. Katika jamii hii, nguvu ndiyo ilikuwa sheria. Mwenye nguvu alimkandamiza mnyonge, wanawake walidharauliwa na watoto wa kike walizikwa wakiwa hai, kwa hofu ya aibu na umaskini. Lakini kanuni ya Allah haibadiliki: kiza kinapozidi kuwa kinene, ndipo alfajiri inapokaribia kuchomoza. Katika giza hili nene, Allah alikuwa anaandaa taa ambayo ingeweza kumulika ulimwengu mzima na taa hiyo ilihitaji mlinzi. Ilihitaji mtu maalumu wa kuishikilia. Mtu huyo hakuwa mfalme, hakuwa shujaa wa vita, wala hakuwa tajiri wa Kikoreishi. Alikuwa ni mwanamke mmoja mnyonge, mgeni na mtumwa kutoka Uhabashi. Jina lake ni Baraka binti Thaalaba, razi za Allah zimwendee. Ulimwengu unamjua kama Ummul Ayman. Huyu ndiye mwanamke pekee ambaye Mtume Rehma na Amani zimwendea alimtazama usoni na kusema, huyu ni mama yangu baada ya mama yangu. Leo katika Islamic Book Story tunafungua ukurasa wa maisha ya mwanamke huyu na familia tukufu aliyoitumikia. Kaa nami hadi mwisho, kwani simulizi hii ni miongoni mwa hadithi za kuvutia sana katika maisha ya Mtume wetu rehma na amani zimwendee. Baraka hakuzaliwa mtumwa. Alizaliwa huru katika ardhi ya kijani ya Abisinia au Habasha, Ethiopia ya leo. Alikuwa binti mdogo mwenye ndoto kama watoto wengine. Lakini hatima ya dunia ya wakati huo ilikuwa katili. Fikiri uchungu wa kutenganishwa na wazazi wako ukiwa mdogo. Fikiri kuvushwa bahari ya Shamu kwenye jahazi chafu ukiwa umefungwa, huku ukielekea kusikojulikana. Baraka alijikuta katika soko la Inqadh, soko kubwa la Waarabu ambapo kila kitu kiliuzwa: mashairi, bidhaa na hata binadamu. Jua la jangwa la Arabu lilikuwa kali, liliunguza ngozi yake ambayo haikuzoea joto hilo. Lugha ilikuwa ngeni, tamaduni zilikuwa ngeni. Katika soko hilo, wanadamu walipimwa kama wanyama, wakiangaliwa meno, misuli na afya zao. Barakah alisimama hapo, moyo wake ukienda mbio kwa hofu. Je, ataishi kwa kupigwa na kuteswa kama watumwa wengine? Lakini Allah ni mwingi wa rehema, hakumwandikia Barakah kuwa mtumwa wa mtu dhalimu. Siku hiyo alitokea mtu kutoka familia ya heshima zaidi Makka. Barakah alinunuliwa na kupelekwa katika familia ya kiongozi wa Makka, Abdul Muttalibi, ili kumtumikia kijana wake kipenzi Abdullahi. Ili kuelewa Baraka aliingia kwenye nyumba ya aina gani? Lazima tumjue bwana wake mpya, Abdullahi. Huyu hakuwa kijana wa kawaida. Historia inamuita Ad-Dhabiha, maana yake aliyetolewa kafara. Miaka michache kabla ya Baraka hajafika, baba yake na Abdullahi, mzee Abdul Muttalib, aliwahi kuweka nadhiri nzito. Alimwahidi Mwenyezi Mungu akijaliwa kupata watoto kumi wa kiume, basi atachinja mmoja wao kama sadaka mbele ya Al-Kaaba. Wakati ulipofika kura ilimwangukia Abdullah, kijana ambaye Abdul Muttalib alimpenda kuliko wote. Makka ilizima, watu walimzuia Abdul Muttalib kutekeleza tendo hilo. Baada ya mashauriano na kuhani iliamuliwa kuwa fidia itolewe kura ilipigwa mara nyingi kati ya abdullahi na ngamia kumi lakini kila mara kura ilimchagua abdullahi kura ilipigwa mara nyingi kati ya abdullahi na ngamia kumi haikukubali mpaka idadi ya ngamia ilipofikia mia moja hivyo abdullahi aliokolewa kwa ngamia mia moja huyo ndiye kijana ambaye baraka alipewa jukumu la kumhudumia kijana ambaye alikuwa na nuru ya ajabu kwenye paja la uso wake. Baraka alishuhudia wanawake wa Makka wakimtamani Abdullahi, lakini Abdullahi alikuwa mwenye haya, mtulivu, na aliyejitenga na maovu ya vijana wa wakati huo. Muda ulipowadia, mzee Abdul Muttalib alimchagulia mwanawe mke. Chaguo liliangukia kwa Amina binti Wahabi kutoka ukoo wa Bani Zuhura. Amina alikuwa mwanamke bora zaidi wa kikoreishi kwa nasaba na tabia. Harusi ilifanyika na ilikuwa harusi ya kukumbukwa. Baraka sasa akiwa sehemu ya familia, alihamia kwenye nyumba mpya ya Abdullahi na Amina. Uhusiano wa Baraka na Amina haukuwa wa bwana na mtumwa, walikuwa kama dada wawili. Nyumba ile ndogo ilijaa furaha, kicheko na upendo. Abdullahi alikuwa mume mwema na Amina alikuwa mke mwenye mapenzi tele. Lakini katika mipango ya Allah, wakati mwingine furaha ya dunia hujaa kama upepo unaopita. Wiki chache tu baada ya ndoa yao, misafara ya biashara ilikuwa ikiondoka kwenda Shamu, Siria ya leo. Abdullahi kama wafanyabiashara wengine ilimbidi aende kutafuta riziki. Siku ya kuondoka ilikuwa nzito. Baraka alimwangalia Amina akimuaga mumewe, kulikuwa na ukimya mzito. Abdullahi alimuaga mkewe na kijakazi wake mwaminifu Baraka, bila kujua kuwa huo ulikuwa mwisho wa kuiona Makka. Abdullahi alipoondoka, Amina alibaki na Baraka. Haukupita muda Amina aligundua kuwa ni mjamzito. Huu haukuwa ujauzito wa kawaida. Tofauti na wanawake wengine waliopata tabu na ujauzito, Amina alimsimlia Baraka kuwa hakuhisi uzito wala maumivu. Alimwambia Baraka, nahisi nuru inatoka ndani yangu. Mara nyingi Amina alisimlia ndoto za ajabu. Alisimlia sauti zikimwambia kuwa amebeba bwana wa umma huu. Baraka alikuwa msikilizaji wake mkuu, akimtia moyo na kumtazama kwa kila hali. Baraka alihisi kuna kitu kikubwa kinakuja duniani kupitia tumbo la mwanamke huyu, lakini kadiri ya mimba ilivyokuwa, ndivyo wasiwasi wa kuchelewa kwa msafara ulivyoongezeka. Siku zilisogea miezi ilikatika. Msafara wa Shamu ulitarajiwa kurudi siku ya siku. Ilifika msafara ulionekana ukiingia Maka, vumbi lilitimka na sauti za ngamia zilisikika. Wanawake na watoto walikimbia kuwapokea baba na waume zao. Baraka na Amina walisimama mlangoni, macho yao yakitazama sura moja tu, sura ya Abdullahi. Waliona wengine wakishuka na kukumbatiana na familia zao, lakini Abdullahi hakuonekana. Mwishowe, mmoja wa viongozi wa msafara, mkwe wake Abdul Muttalib, alileta habari iliyoibadilisha familia hiyo milele. Abdullahi aliugua tulipofika Madina. Alibaki huko kwa wajomba zake na amefariki dunia. Dunia ilisimama kwa Amina. Mume wake kijana mdogo tu ambaye alikuwa hajafikisha hata umri wa miaka ishirini amezikwa ugenini. Mtoto aliye tumboni amekuwa yatima kabla ya kuvuta pumzi ya kwanza ya dunia. Hapa ndipo tunaona thamani ya Baraka binti Thalaba. Wakati Amina akizama katika bahari ya huzuni Baraka alisimama kama mwamba. Yeye ndiye aliyemfuta machozi, yeye ndiye aliyemlazimisha kula kwa ajili ya mtoto. Baraka alijiapiza kiapo ambacho hakukivunja mpaka mwisho wa maisha yake: ewe Allah, nitakuwa mlinzi wa familia hii, sitawaacha kamwe. Huzuni ilitawala, lakini mipango ya Allah haizuiliki. Tarehe kumi na mbili mwezi wa Rabiul Awwal, mwaka wa Tembo, alfajiri ilipofika, Amina alijifungua. Mapokezi yanasema wakati anazaliwa nuru ilitoka iliyomulika mpaka majumba ya kifahari ya Sham, nyota zilionekana kana kwamba zinashuka chini. Na mikono ya nani ilikuwa ya kwanza kumgusa Mtume, rehma na amani zimwendee mikono ya Baraka. Baraka alimpokea kwa upendo, akamkumbatia na akampeleka kwa babu yake Abdul Muttalibi. Babu alimbeba mtoto huyu na kumpeleka kwenye Al-Kaaba akimshukuru Mwenyezi Mungu na kumpa jina ambalo halikuwa limezoeleka katika tamaduni za Waarabu wengi: Muhammad, yaani mwenye kusifiwa. Baraka alimwangalia mtoto huyu na kutabasamu. Alijua safari ndiyo kwanza imeanza, lakini hakujua kuwa mtoto huyu atatenganishwa naye hivi karibuni ili kupelekwa jangwani kulelewa. Je, Baraka atawezaje kumwachia mtoto aliyemwahidi kumlea, na nini kitatokea wakati Halimatu Saadia atakapochukua nafasi hiyo? Usikose sehemu ya pili ya Islamic Book Story, ambapo tutaona miujiza mingi ya Mtume. Bonyeza subscribe sasa, ili usipitwe na mwendelezo huu.